Wakati draw ya klab bingwa pamoja na shirikisho barani Afrika ikiwa imepangwa, timu za Tanzania hatimaye zitakutana na baadhi ya makocha pamoja na wachezaji wao wa zamani, ambapo tunatarajia baadhi ya nyota ambao watakuja tena nchini Tanzania kwa mara ya pili, lakini safari hii wakija kama wapinzani. Timu nne za Tanzania ambazo zinashiriki hatua ya makundi ya ligi ya klab bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho zimeshajua zinakutana na wapinzani wa aina gani na timu ambazo zinashiriki ni jumla ya timu nne ambazo ni Yanga, Simba, Azam FC pamoja na Singida Black Stars. Yanga iko ligi ya mabingwa ikiangukia Group B, ambapo inajumuisha timu kama Al Ahali ya Misri, JS Kabli ya Algeria, AS Farabat ya Morocco, na mabingwa hao mara nne mfululizo yani Africans wameonekana kama wameangukia kundi gumu zaidi wakati Simba ambayo inashiriki mashindano hayo ikipangwa kundi D yenye timu kama Esperance de Tunis ya Tunisia, Stade Malien ya Mali, Petro de Luanda ya Angola. Azam ipo shirikisho ikiwekwa kundi B pamoja na AS Maniema ya DR Congo, Wydad Athletic Club ya Morocco pamoja na Nairobi United ya Kenya. Wakati Singida Black Stars ambayo ipo katika mashindano hayo pia ya kombe la shirikisho, ikipangwa kundi C ambalo lina timu kama Stellenbosch ya Afrika ya Kusini, Sierra Belouizdad ya Algeria, pamoja na Otoho Dohoya ambayo ipo Congo Brazzaville. Sasa kila timu kwenye hatua hiyo itacheza mechi sita ziki ikiwemo tatu za nyumbani pamoja na tatu za ugenini kusaka tiketi ya kucheza hatua ya robo fainali ambapo Tanzania bara imebahatika kwa mara ya kwanza kupeleka timu nne katika hatua ya makundi. Na kupangwa kwa ratiba hiyo kumeleta habari njema kwamba wapo wachezaji na makocha ambao waliwahi kufanya kazi hapa nchini na sasa watarejea kwa sura nyingine kuchuana na timu za nchini wakiwa kama wapinzani. Sasa hebu tuangalie mastaa ambao mechi hizo za makundi zitapoanza, watakuja nchini kwa nyakati tofauti kuziongoza timu zao kusaka ushindi, wakiwa wamewahi kufanya kazi Tanzania na timu mbali.

wa kwanza ni Babacar Sarr, huu ni kiungo Babacar Sarr, raia wa Senegal, anarudi kivingine nchini, na safari hii akiwa na kikosi cha JS Kabylie ya Algeria inayoshiriki ligi ya mabingwa, na ataenda kuwa upinzani wakubwa wa Yanga ambayo atakutana nayo kwenye mechi za mashindano hayo. Sarr alisajiliwa na Simba Januari 6 mwaka 2024, wakati huo ikifundishwa na kocha Abdelhak Benchika, lakini kiungo huyo alidumu kwa miezi 6 tu akaachana na wekundu hao aaaa ligi kumalizika kisha akatua kwa Algeria hao wa JS Kabili. kiungo huyo ni nguzo muhimu ya Kabili na juzi tu ametoka kufunga bao la kwanza wakati timu yake ikishinda mchezo wa nyumbani wa ligi dhidi ya El Bayadh kwa mabao manne kwa moja, mchezo ambao ulinguruma kunako Septemba 3 mwaka 2025. Babakar Sar atakutana na mchezo wa klabu bingwa dhidi ya Young Africans, mchezo ambao utaunguruma tarehe kumi na tatu Februari mwakani, lakini akitangulia kukutana nayo nyumbani Novemba ishirini na nane kwenye mchezo wa pili wa makundi. Lakini mtu wa pili ambaye aliondoka na atatua tena nchini kwa mara nyingine ni Sead Ramovic ambaye sasa anakipiga na klabu ya CR Belouzdad na mashabiki wa Yanga wanamkumbuka sana kocha huyu Ramovic ambaye aliwaachia soka fulani hivi ikipewa jina la achia gusa twende kwao ambaye alifanya kazi kwa kipindi kifupi kisha akawakimbia akitua siara ya Belzdad ya Algeria. Ramovic ni raia wa Ujerumani anarudi tena nchini lakini safari hii akiwa mpinzani wa Singida Black Stars ambayo atakutana nayo hapa nchini Februari 18 mwaka 2026 kule visiwani Zanzibar kwenye mchezo wa tano wa makundi, lakini timu hizo zitatangulia kukutana Novemba 23 mwaka 2025 kwenye mchezo wa kwanza wa makundi ambayo utapigwa pale nchini Algeria. Nyota wa tatu ni Stephane Aziz Ki ambaye anakipiga na Wydad Athletic. Sio rahisi kuwa shabiki wa soka usimjue kiungo Stephane Aziz Ki ambaye alifanya kazi na Young Africans mpaka karibia na mwisho wa msimu uliopita, lakini sasa atarudi nchini tena akikutana na Azam FC ambayo anaijua vizuri sana. Aziz Ki aliondoka Yanga akiuzwa kwenda Wydad Athletic ambayo anakuja nayo nchini kukutana na matajiri wa Chamazi Azam FC ambao amewahi kuwafunga katika michezo ile ya ligi kuu bara, wakati huo Aziz Ki akiwa na klabu ya Young Africans. Kiungo huyo atakuwa nchini akikutana Azam FC, 30, 25, Bakisha, baadae na Azam FC Novemba 30 mwaka 2025 kule Zanzibar, kisha baadaye atamalizana nao katika mchezo wa mwisho wa makundi ambao utaunguruma Februari 15 kule nchini Morocco. Mtu wa nne ni mfo Maruping ambaye yuko Sierra Belouizdad. Klabu ya Young Africans iliwahi kuwa na mtaalamu wa kusoma mikanda ya video kutoka Afrika Kusini ambaye ni Mfo Maruping ambaye alitua nchini wakati wa utawala wa Miguel Gamondi na sasa anarudi tena nchini akiwa na kikosi cha Sierra Belusdad. Mfo Maruping alichukuliwa na Ramovic akiungana naye kwenye kikosi cha Algeria hao na sasa anarudi tena nchini na bosi wake huyo wa zamani wakiwa wapinzani wa Singida Black Stars ambapo watakutana wa nao katika mchezo ambao utanguruma Februari 8 mwaka 2026 kule Zanzibar kwenye mchezo wa tano wa makundi lakini timu hizo zitatangulia kukutana Novemba 23 mwaka 2025 kwenye mchezo wa kwanza wa makundi kule Algeria. Mtu wa tano ni Arthur Bada ambaye anakipiga na JS Kabili. Singida Black Stars imewahi kuwa na wachezaji wengi mahiri kutoka sehemu mbalimbali duniani. Lakini watatu ambao waliomba uraia wa Tanzania akiwemo Emmanuel Keyeke Mohamed Damaro pamoja na huyu Arthur Bada lakini baadaye Bada aliondoka nchini na kutimkia JS Kabylie ya Algeria mwisho wa msimu uliopita. Mchezaji huyu anatarajia kurejea nchini safari hii akiwa mpinzani. Wa Young Africans ambayo iliwahi kutaka kumsajili kutoka Singida Black Stars, lakini mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa, na nyota Athurbada anatarajia kurudi nchini na kukutana na Young Africans katika mchezo wa makundi ambao utapigwa mwakani Februari 13 mwaka 2026. Ikumbukwe kwamba watatangulia kukutana nyumbani Novemba 28 mwaka 2025 2, lakini wasita ni Mustafa Kodro ambaye yuko Sierra Belzdad Kocha Mustafa Kodro wa siara ya Belusdadi anakuja kama msaidizi wa kwanza wa Ramovic kwenye kikosi cha Algeria hao. Lakini kumbuka Kondro aliwahi kuja nchini pia na Ramovic na atakuwa kwenye benchi la ufundi la Mjerumani huyo ambaye atakutana na Singida Black Stars Februari 8 mwaka 2026 kwenye mchezo wa kombe la shirikisho pale katika dimba la New Aman Complex Zanzibar, lakini katika mchezo wa tano wa ligi ya makundi ndio atakutana. Ila timu hizo zitatangulia kukutana Novemba 23 mwaka 2025 kwenye mchezo wa kwanza wa makundi kule nchini Algeria. Kwa hiyo hao ni jumla ya watu sita ambao walishawahi kutumikia timu mbalimbali hapa nchini Tanzania, kisha wakaondoka kwenda kutafuta malisho mapya, lakini safari hii wanarejea tena wakiwa kama wapinzani wa timu za Tanzania.